Yes, mambo vipi? Hopu huko poa kabisa bana. Iran yaapa kuweza kulipiza kisasi dhidi ya Israel, huku maafisa wake wakuu wakiripotiwa kuweza kuuawa kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakitokea katika huko e, Iran pamoja na Israeli. Sasa bana, siku ya tarehe kumi na tatu ya e, mwezi huu wa sita mwaka 2025. mashambulizi makubwa ya anga yameweza kufanywa na Israel dhidi e, ya, ya vituo e, vya nyuklia viwanda makombola lakini pia na mkuu wa jeshi la polisi yaani IRGC Hussein Salami amejeruhiwa au ameweza kuuawa. Mwingine eh, katika mwendelezo wake wa Iran kuweza kupitia viongozi wake wakubwa, imejibu kwa kuwapa kulipiza kisasi kikali dhidi yao eh, dhidi eh, ya eh, bwana Israeli. Sasa vitu gani muhimu vinaweza kufanyika katika eh, mashambulizi hayo? Sasa kiongozi mkuu wa Iran ambaye anafahamika eh, kwa jina la eh, Ayatollah Ali Khamenei ameweza kutoa onyo la kama kisasi kiweza kisiweze e, kusitishwa e, kwamba e, kwamba kisasi lazima kiweze kulipwa kutokana na mashambulizi ambayo amekwisha kufanyika. Basi kulikuwa na makosa makubwa sana ambayo ameweza e, kuweza kufanyika, na ameweza kuahidi kwamba adhabu kali kabisa itaweza kutokea dhidi ya Israeli, akiwalenga wale waliopanga mashambulizi, akisema haya ni makosa ya Israeli. Kwa hiyo e, kisasi ni lazima kilipwe, kisasi ni lazima kitokee imeapa kabisa ni kwamba lazima iweze kulipa kisasi hicho. Sasa jeshi eh, la mipigano la ambalo linafahamika kwa jina la Revolutionary Guard eh, eh, eh, Corps, IRGC ambalo lenyewe pia limeweza kueleza kupitia taarifa muhimu eh, kuwa hatua hiyo haita eh, badilishwa kwa namna yoyote, ni lazima waweze kulipa kisasi dhidi ya Israel. Na Israel lazima isubiri kisasi ambacho chenye majuto makubwa hasa kuweza kufuatia eh, kifo cha mkuu wao, yani kwa nini mkuu aweze kufariki au kuweza kufa katika mashambulio ambayo yameweza kutokea eh, siku za hivi karibuni. And so, kutokana na tukio hilo ambalo limeweza kufanyika eh, Iran imeweza kuwapa kwamba ni lazima ilipe kisasi eh, vikali zaidi zidi ya Israeli, lakini pia Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeongeza kuwa kwamba Marekani pia itachukulia jukumu hilo lolote litakaloibuka kuweza kutokana na hatua ya Israeli kuweza kufanya matukio makubwa kuweza kutokea katika sehemu hizo. Sasa kwa hivyo vitu vya msingi wa taarifa rasmi za leo ni kweli kabisa kwamba Iran imeapa kuweza kulipiza kisasi kwa Israeli, na tayari kuna hali ya wasiwasi mkubwa kuweza kuhusu kile ambacho kinaweza ambacho kinaweza E, mbele kwamba kwamba kwamba Irani e, bado imeweza kuwa kuwa na na na msimamo wake kwamba kisasi ni ni lazima kilipwe, lakini kumekuwa kuna kuna mitazamo tofauti tofauti kutokana na hili. Sasa kimataifa kuna hofu kubwa ya kuweza kuporomoka kwa mgogoro e, ukawa vita e, e, e, kanda hiyo, vita vita vya kikanda kanda hiyo inaweza kuwa na vita vikali zaidi au vita vikuwa ni vikubwa vikubwa zaidi, lakini mtazamo mwingine pia ni kuhusiana na masuala mazima la e, suluhisho, unaweza kutegemea sana kuweza kuwa na ushawishi wa kidiplomasia hasa e, kutoka katika nchi zinazoamini E, na ki, za Kiarabu e, Marekani e, na Umoja wa Ulaya ambazo pia zinajaribu kuweza kupunguza ukubwa wa mzozo huo au wa vita hiyo kuweza e, kutokea. Mara baada ya Iran kuweza kuwapa u kutoa e, kisasi au kuweza kulipiza kisasi kwa Israeli kutokana na shambulio ambalo limeweza kufanyika na kuweza kupoteza kiongozi wao moja kati ya viongozi ambao pia walikuwa wanategemea katika masuala mengi sana tofauti tofauti katika e, machafuko hayo katika mashambulizi hayo ambayo yamekwisha e, kufanyika. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Drop komenti yako hapo. Subscribe channel yetu, utakomentisha kinoma noma.